Hawajasusia uchaguzi wameamua kupumzika. Mwambie jirani yako, wameamua wameamua kupumzika. Na nyinyi mnajua, ukiwa unatembea umbali mrefu, rafiki yako anakwambia goti linauma, kifua kina. Utamshinikiza kuendelea na safari? Kwa hiyo wangapi wanakubaliana Chadema wapumzike safari hio? Yeah. Eh. CCM oye yeah. Kwa hiyo tusiwasingizie kwamba wamesusia, wamepumzika. CCM oye yeah. kwa Niseme sababu? Nisiseme? Nilonge? Nisilonge? sisi moye. Sababu ya kwanza wao kupumzika, moja, Dr. Samia amewafilisi ajenda zao zote. Samia ametiki hiyo, barabara itajengwa, CCM oyee! Kwa hiyo ajenda zao nyingi hazipo, kwa hiyo wakasema, bwana, bora tupumzike. La pili, nyie mnajua anaoendelea, chama chao kina shida kubwa, hawana hela za uchaguzi wagombea wanagombana wao kwa wao, wamezaa chama kipya kinaitwa Chauma, wamezaa grupu linaitwa 55. Kwa hiyo kama kuna mtu adanga, adanga ya, no reform no election, muongo sisi moye maba zangu yamefanyika. Tusikilizane. Sisi mye yeah, naomba niwaambie hicho ni kichaka tu wanachotaka kujifichia. Ukweli unajulikana. Kwa hiyo uchaguzi huu tunaenda katika uchaguzi na vyama 18 kwamba ni wa katiba ni takwa la kikatiba. Watanzania ni waelewa. Kila baada ya miaka mitano, watanzania wanajua tunachagua diwani, uongo kweli? Kila baada ya miaka mitano, watanzania wanajua tunachagua mbunge, uongo kweli? Kila baada ya miaka mitano, watanzania wanajua tunachagua rais, uongo kweli? Kwa hiyo